Wahudumu wa afya katika kaunti ya Nairobi wameandamana wakidai mishahara yao ya miezi mitatu. Wahudumu hao chini ya vyama saba vya wahudumu wa afya wamemkashifu gavana wa Nairobi Johnson Sakaja kwa kukiuka makubaliano yao ya awali na kukosa kuwajibika. Na kama anavyotuarifu Emily Chebet, wahudumu hao wameapa kuendelea na mgomo wao katika kaunti eh, wakisema lazima walipwe pesa zao. Wahudumu hawa chini ya vyama saba vya wafanyikazi wa afya waliandamana hadi afisi za kaunti ya Nairobi. Wanasema kucheleweshwa kwa mishahara kumevuruga maisha yao. Kuishi Nairobi bila mishahara for 3 months, imajini inawezekana aje? Hiyo ni kitu haiwezekani. Tuko na nyumba tunafaa kulipa rent, tuko na watoto wako shule, tunafaa kuenda kazini Eh, sako, and these monies are not being submitted. Wahudumu hawa wakiahidi kuendeleza mgomo na kusimamisha huduma za afya jijini hadi madai yao yashughulikiwe kwani hawapati huduma wanazotoa kwa wananchi baada ya bima ya SHA kusitishwa kufuatia kucheleweshwa kwa makato yao. Fika tarehe tisa, SHA inaacha kufanya kazi. Sasa sisi kama wafanyikazi tunakuwa exposed kwa sababu tarehe tisa, tarehe kumi, hakuna bima ya afya. Sasa bima ya afya bila, bila mshahara hata tujilipie sisi wenyewe hatutaweza. We have had the employer commit to resolve these issues only for them to go against the agreements. So non-honoring of agreement is one of the reasons why we are out here <coughs> Upande wake waziri wa fedha katika kaunti ya Nairobi Charles Kerich amesema kuwa tayari mshahara ya wahudumu hao umelipwa hadi mwezi Agosti, akiongeza kuwa wizara ya fedha upande wa serikali kuu imewaahidi kuwa mgao utafika wiki hii ili kuwawezesha kumaliza deni hiyo. Kwa upande mwingine, wabunge kutoka kaunti ya Kiambu wamelalamikia hali mbaya ya afya katika kaunti hiyo kufuatia mgomo wa madaktari zaidi ya miezi mitatu.

There are no doctors, uh, the the the Viongozi hao wakimtaka gavana Kimani wa Matangi kusuluhisha mgogoro huo ili wenyeji wa Kiambu wapate huduma. Emily Chebet, Runinga ya Citizen.